Utapeli pia umezidi kuendelea kutapeli watu, jina langu limekuwa likitumika mara kwa mara na leo ni mara ya tatu ninazungumza hapa, nini ya watu ambayo anazidi kuchafuliwa kwa maendeleo ya mtandao, lakini bado watu wanaibiwa kwa kutumia majina ya viongozi mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Angelina Mabula kama ifuatavyo. Utapeli umeendelea, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, uh, watu wetu wa TCRA wameendelea na kazi nzuri sana ya kuhakikisha matapeli wote wanafahamika na wanakomeshwa, na hili tunaendelea kujipanga kwa hatua ngumu zaidi kuona kwamba tunaenda kukomesha kabisa swala la utapeli, na swala la Mheshimiwa Angelina Mabula nimeshalifikisha kwa DG TCRA, Dr, uh, Bakari ni kutoe hofu mheshimiwa mbunge, nitaendelea kuwasiliana na Dk. Bakari kuona kwamba hili swala linakomeshwa kabisa.